Naitwa Tamia Abasi Mtemvu, ni mwanafunzi kutoka chuo cha University of North Texas kiliyopo hapa Dallas Texas Marekani. Niko hapa leo katika event ya the International World Fair kuwakilisha nchi yetu Tanzania, lakini pia hii event inafanyika kila mwaka kuwakilisha wanafunzi mbalimbali mbali, wanawakilisha nchi zao. Na nilipokuwa naongea na mwanzilishi wa event hii, akaniambia katika miaka yake 20 ya kufanya kazi hakuwahi kumwona mtanzania hata mmoja kuandaa nchi yake. Kwa hiyo nikasema basi mimi nitakuwa wa kwanza kuwakilisha nchi yangu. Tanzania ni nchi ambayo inapatikana Afrika Mashariki ikiambatana na the Indian Ocean chini ya uongozi wake wa Rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye sio tu rais wa kwanza mwanamke kuongoza Tanzania bali ni rais wa kwanza mwanamke kuongoza east Africa nzima. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu kwa zawadi hii, kwa sababu chini ya uongozi wake ameweza kuboresha Tanzania, ameifanya Tanzania iwe ya thamani na sasa inang'ara duniani kote, kuanzia kwenye sekta mbalimbali mbali, lakini haswa kwenye sekta ya utalii kwa hiyo tunamshukuru sana kutuwezesha hivyo. Kwenye sekta ya utalii, hapa tuna Mount Kilimanjaro ambaye ni mlima mrefu Afrika nzima. Watalii wengi hupenda kwenda hiking kupata view ya juu na kupata experience ya like kipekee. Hapa tuna Serengeti National Park na nimechagua picha hii kwa sababu kwenye movie nyingi huwa wanaonesha hii scene, lakini watu hawajui kwamba hii sehemu ipo Tanzania. Lakini vile vile se ukienda Serengeti National Park, unaweza kuwapata the big five The Big Five ni wanyama watano adimu sana kupatikana katika sehemu moja lakini sisi tumebarikiwa kuwa nao ambao ni chui, tembo, kifaru, nyati na simba. Hapa tuna kisiwa chetu pendwa Zanzibar ambao watu wengi huwa wanakisikia mara nyingi nikiwaambia watu nimetoka Tanzania cha kwanza wanauliza ni Zanzibar. Na tunamshukuru tena Mama Samia Suluhu Hassan rais wetu kwa kuwekeza sana katika kisiwa hichi, kwa sababu yeye kakifanya kimejulikana sana na kawekeza sana. Ukienda huko Nungwi, Kizimkazi ni kama huko dunia kwingine, kuanzia bahari yake safi, mchanga mweupe na historia yake kuvutia. Uh, mji kuu wa Tanzania ni Dodoma, lakini Dar es Salaam ndo lango kuu la biashara kama tunavyofahamu. Lugha zetu ni mbili, lugha ya Kiswahili ambayo ni lugha ya kitaifa na lugha ya Kiingereza ambayo inatumika kwenye mataasisi, makampuni na mashule hivyo hivyo. Currency yetu ni Tanzanian shillings TZS, na hapa tuna chakula chetu cha aina mbalimbali mbali, kama chakula cha kitaifa ugali, nyama choma, kachumbari na mchicha. Hapa tuna chipsi mayai ambayo ni chakula kinachojulikana sana mtaani, na hapa tuna Forodhani ambayo ni food night market inafanyika kila Zanzibar kila usiku, Zanzibar ambao unapata chakula mbalimbali mbali, huku unapata upepo wa bahari. Bila kusahau kwenye sekta ya utalii, kuna Olduvai Gorge. Olduvai Gorge ni sehemu ambayo fuvu la kwanza la binadamu lilipatikana na hii ni historia kubwa. Naamini watu wengi wakija kwenye meza yangu, wakajua kitu kama hichi kiko kwa Tanzania kitawavutia sana. Tukija kwenye idadi yetu, mwaka uliopita 2024 tulikuwa watu milioni sitini na saba. Kwa hiyo naamini kwa mwaka huu tutakuwa tumeongezeka, na kwa makabila yetu tuna makabila zaidi ya 120 kuanzia Waluguru, Wahaya, Wasukuma na kadhalika pia tuna dini um, zetu kuu mbili, Uislamu na Ukristo, lakini pia tuna madini mengine Uhindi na kadhalika. Na ni jinsi gani unaona Tanzania ni taifa kubwa ambalo limejaa na watu wengi kutoka duniani. Kwa hiyo ukija Tanzania huwezi kuhisi upweke, huwezi kuhisi kama uko peke yako, na kusema kweli ni jambo la kujivunia sana, kwa sababu sio nchi nyingi unaweza ukaenda ukahisi kwamba una wenzako kwa kufanana nao. Kama mimi nimekuja huku Marekani, Texas, ilikuwa kumpata Mtanzania hata mmoja, kama mimi ilikuwa tabu, okay. Hapa kitu kingine ambao watu wakija kwenye mezangu wazungu au watalii wageni, wengi hawajui kwamba Tanzania ni muunganyiko wa Tanganyika na Zanzibar ulioundwa mwaka 1964. So this is very interesting kwa sababu watu wengi huwa hawajui hiki kitu. So sisi ni wamoja, tumeungana, tunapendana, tunashirikiana kwenye mambo mengi. Hapa nimeweka Tanzanite, dini ya dimu sana, dini ya dimu mara elfu moja zaidi ya almasi na dini hili linapatikana Tanzania tu duniani nzima, ni Tanzania tu. Vile vile tuna almasi, dhahabu, rubi na kadhalika kwenye mila na desturi kama nilivyosema, tuna makabila mengi zaidi ya mia ishirini, lakini hapa nimewasilisha picha ya Masai kwa sababu Masai ni kabila ambayo duniani imebaki ni wawindaji. Kwa ni kabila yenye historia ndefu ya kuvutia, pia wanajulikana kwa rangi zao kali za nguo, lakini pia mchezo wao wanaruka juu, wengi nahisi tunawafahamu, lakini pia something very interesting ni kwamba Wamasai wanaamini wanapata nguvu yao kwa kunywa damu ya ng'ombe hapa nimeweka soko la Kariakoo, ambaye nimeweka kanga ambayo ni vazi la heshima la wanawake Tanzania. Vile vile vazi hili sio nguo tu, lakini inabeba maneno mazito, maneno mafumbo, methali na vitendawili, ambayo unavaa nguo lakini pia inaweza kukufundisha Tanzania ambayo inapatikana sehemu nyingi Tanzania ambayo ni soko la vyakula mbalimbali kuanzia mboga na matunda. Um, nimalizo kwa kusema tunamshukuru Mungu kwa kutupa Tanzania hii na wanafunzi wenzangu wa walikuwa nje ya nchi, kila nafasi utakayopata usisite kuitangaza Tanzania kwa furaha na kwa kujivunia kwa sababu kila mmoja wetu ana jukumu la kuwa balozi la taifa letu. Asante sana kwa kunisikiliza. Karibuni Tanzania, nchi yenye amani, upendo na utalii wa kipekee. Thank you.